Citizen. Na naibu inspekta jenerali wa polisi Eliud Lagat anatarajiwa kuhojiwa na maafisa wa mamlaka ya usimamizi wa polisi IPOA hapo kesho. Lagat aliyejiondoa ofisini kwa muda wa kutoa nafasi ya uchunguzi atahojiwa kwa kuhusishwa kwake na mauaji ya mwanablogu Albert Ojwang'. Na kama Mary Mwoki anavyoarifu, mahakama imeamua kuwa afisa mkuu wa polisi wa kituo cha Central Samson Talam ataendelea kuzuiliwa kwa siku kumi na nne zaidi. Mamlaka ya IPOA sasa inaelekeza macho yake kwa wakuu wa polisi katika uchunguzi wake unaoendelea kuhusiana na kifo cha Albert Ojwang. Naibu inspekta jenerali Eliud Lagat, ambaye ndiye aliyeripoti kwa polisi kwamba Ojwang alikuwa ameeneza habari za uongo mtandaoni, sasa ameitwa kuhojiwa na IPOA hapo kesho kueleza kilichotokea baada ya malalamishi yake kuwasilishwa.

Wakati huo huo mkuu wa kituo cha polisi cha Central Samson Talam ambaye tayari amesimamishwa kazi atazuiliwa kwa muda wa wiki mbili. Mahakama Jumanne ilimnyima dhamana ikisema kuna hatari ya kuingilia uchunguzi na kutisha mashahidi It was Really no. IPOA imesema tayari imechukua taarifa kutoka kwa maafisa zaidi ya e ishirini, imepata rekodi za mawasiliano ya simu na inachambua picha za CCTV kutoka kituo cha polisi cha Central.

cha Ojwang' kimesababisha maandamano na kufufua mjadala mkali kuhusu ukatili wa polisi nchini Kenya, huku mashirika ya haki za binadam kutoka humo nchini na kimataifa yakishtumu. Huku Eliud Lagat akijiandaa kujibu maswali ya IPOA na talam akizuiliwa kwa siku kumi na nne, macho yote sasa yameelekezwa kwa IPOA wa Kenya wakisubiri kuona ikiwa haki itatendeka. Mirimoki, runinga yes.